Masha, salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Uh, mwezi mtukufu ndo unapuaga hivi nakuaga mpole ataikinyonge sana. Unafunga? Hatuko kwa ni mfungo nitachangamuka tukanimejitia mm, vindimkaza sielewe hata mpira nimekuja tu kuangalia sina timu. Shabiki mandazi shabiki mandazi ndo <laughs> <laughs> hey. Mimi Masha, mwezi mtukufu najua ni mwezi ambapo pia mara nyingi Mm. Uh, Masha naa anazingatia sana ndio, hii ni toba ya kwanza ambayo pia imekukuta ukiwa na Moses ndio? eh ndiyo. Eh, ndio mara ya kwanza ah, ah. Sasa tatizo sasa hivi mimi nafunga nyumbani, ah, nimerudi nyumbani, yani sija. Kwa hiyo mmetengana kwa muda, kama ame. Hatuko, mimi nyumbani hmm. <laughs> lakini muda hatuko ti, nimerudi nyumbani. Lakini Masha, mara nyingi nalilia ndoa na ndio da, kipindi hiki itakuwa ni sahihi labda kufunga ndoa, maana vijana mmekuwa <laughs> wengi ndio <laughs> Sababu ndo mwezi sahihi. Mimi nijua mwezi sahihi, labda pengine Masha ungefunga ndoa mwezi mtukufu Ramadhani. Ndoa iwe toba, iwe <yu> nzuri. <coughs> Na ulisema <Nah>, <coughs> familia zishakubaliana. Watu uh, familia zenu zimekubaliana tutaoana, lakini bado, sababu tuna malengo hmm. kuna vitu tunaviweka sawa, inshallah ikikaribia, hmm. tutaoana. Mwenyewe akisema tuoane, ndoa itazuia malengo? Ah, ndoa haizuii malengo ila mpaka mwenyewe unajua, kuna kuona mtu wa mmoja mwenzako awe tayari, lakini maisha e. mara nyingi bana, tukifanya interview na wewe, mm -hmm. Wewe ndo mtu wa kwanza kabisa ambaye mara nyingi unakuwa uko fronti mm -hmm. kuzungumzia swala la ndoa, lakini mwenzako sije kumsikia hata kinena kuhusiana na ndoa, ndo umwangalie kama sio muoaji magabgab. Kwa hiyo unavyoona wewe, hamna muoaji hapo Hakuna mwaji bwana pale, tunafurahi sana. Imekuwaje leo ghafla hivyo? wewe nafunga mm. yeah. o <coughs> Masha na umeingia kwenye, kwenye. Hey, kwenye timu ma, ya, ya wale, wale Vinganga Timu wale vinganga timu <laughs> <coughs> <coughs> <mosha>, Masha, la mwisho mwisho, hii <coughs> hapa <aaba>, Masha <coughs> hebu <coughs> <a>, tuambie <coughs> Masha sawa, <coughs> Masha <coughs> <coughs> Hivi kipi kinaendelea kati ya Ally Kamwe na Feza, kulikoni? Za chini chini Ally Kamwe na Feza. Yeye Ally Kamwe ana shida kwa sababu yeye alimwomba namba. Ukiangalia alivyoombwa namba yeye, kama kutongozwa, si hakuna ubaya, kwa sababu alivyoombwa namba yeye si alitegemea kitu gani? Hmm. yule mwanaume kuna nini? Watakuwa marafiki tu kwa kawaida Alikuwa akamtongoza kweli, lakini walikuwa wamekutana hadi dina, walikuwa wameenda hadi kisi, wamekisi na watu, wamewaona e, mimi nafunga, watu... Mimi nafunga. Eh, mi nafunga nafunga, tumeona huko kwenye simu za watu ni, wa, ni, ni wapenzi, wa? ah, sio wapenzi yani, walikuwa wanaenda. Kwa hiyo sasa, yeye hakutakiwa kuchukua tena message kumuonyesha mwenjiko, kujifanya yeye hajakuwa naye yeah. Sio kweli, ila yeye walishaanza kuongea na walitoka hadi dina, walionekana huko madina wameenda. Huyo Alikamu mwenyewe anajua ukweli kila kitu na huyo Feza mwenyewe anajua kila kitu. Kwa, kwa neno na <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah, moja kwa Feza aache ah, uongo asiwe na madrama hivyo. Kwa mfano ikiwa kapo ile ya Feza na Alikamu unaoonaje, Masha? Ah, haitapendeza pia mwenyewe Alikamu na ushauri usiwe na mahusiano na huyo dada. Kwa sababu gani? Awapendezi <laughs> <laughs> <laughs> mi sipange lakini, naona kabisa wapenzi, kwa sababu Ally Kamwe mwenyewe ni mdogo, kimbamba kamwili chake kale kadogodogo, anatakuwa apate mwanamke ambaye na anaenda naye sawa. Jitu alokuwa yule kule mrefu yuko huko, hawaendani bwana, acha kuongopa na we. Hawaendani kama vile unachuki bwana Masha.